Usikate tamaa. Najua maisha yanabadilika. Najua kuna siku unaamka na mawingu meusi kichwani, moyo mzito na ndoto zako zinaonekana mbali kama nyota angani. Lakini sikiliza, bado kuna matumaini. Bado kuna sababu ya kuendelea kupigana. Bado kuna mwangaza mbele yako. Kuna wakati unajihisi kama dunia imesahau kuwepo kwako. Kama vile kila unachojaribu hakifanikiwi. Umejaribu kupenda ukaumizwa. Umejaribu kusamehe ukaonekana dhaifu. Umejitahidi kufanya mema, lakini mabaya yakazidi kukufuata. Nataka nikwambie leo, wewe siyo kushindwa. Wewe ni ushindi unaoendelea kukua. Maumivu uliyopitia hayakukuja kukuangamiza, yalikuja kukutengeneza, yalikuja kukuimarisha, kukuonyesha kuwa una nguvu ambayo haukujua unao. Unapokolia usiku peke yako, machozi yako hayapotei. Mungu anayakusanya kila tone na anayaandika. Maumivu yako hayapo bure, ni daraja la ushindi wako. Acha nikufahamishe kitu, rafiki yangu, kuna kitu ndani yako ambacho dunia inahitaji. Kuna sauti yako yenye faraja, kuna tabasamu lako linaloweza kumwinua mtu aliye katika giza, kuna ushuhuda wako ambao unaweza kumsaidia mtu asijitie kitanzi. Wewe ni muhimu, na hata kama sasa huoni thamani yako, nitakukumbusha, mtu hawezi kuiona nuru akiwa katikati ya giza kali, lakini hiyo haimaanishi nuru haipo. Nuru ipo na inakuja. Wakati mwingine giza huja kwanza ili kutufundisha thamani ya mwangaza. Leo najua unaweza kuwa umechoka, umevunjika moyo umejeruhiwa rohoni, lakini si mwisho wako. Kama bado una pumzi, basi bado una nafasi, bado unaweza kusimama tena, bado unaweza kutimiza ndoto zako. Usisahau, diamond hukatwa, hukandamizwa, lakini mwishowe hung'aa kuliko mawe yote. Leo jipe moyo, jisamehe, samehe wengine, anza tena, si kwa nguvu zako zote. Bali kwa imani kwamba hata ukianguka mara saba, utaamka mara ya nane. Hakuna aibu kuanguka, aibu ni kukataa kuamka. Na wewe, wewe si mtu wa kukata tamaa. Tunaishi mara moja tu, lakini tuna nafasi nyingi za kuandika upya simulizi yetu. Usiogope kuanza tena, usiogope kuwa mwanzo mpya. Wengine walikukatisha tamaa, lakini wao si Mungu, na Mungu hajakumaliza bado. Anaendelea kukuandika, na hadithi yako itakuwa ya ajabu. Wewe ni malkia au mfalme ambaye hajavikwa taji bado, lakini siku yako inakuja, ukiwa umebeba alama za majeraha yako kama ushuhuda wa ushindi wako. Watu watauliza, aliwezaje kuhimili yote haya? Na wewe utasema, sikukata tamaa. Hii ni Daily na Mimi, na mimi ni Ale, nikikukumbusha kuwa maisha ni zawadi. Wewe ni zawadi, na kila siku mpya ni nafasi mpya ya kung'ara. Usikate tamaa kwa sababu ulimwengu unahitaji kile kilichopo ndani yako.